reza yote anaopaswa kufahamika wamefika wapi, wanaelekea wapi na utaratibu ni upi. Shukran sana, mkifika Mombasa twawasiia tena tujue kama mmefika salama salmin. Nayo kampuni ya Royal Media Services imeandaa msururu wa shamrashamra za kuadhimisha miaka kumi ya utangazaji bora wa Inooro TV. Sherehe hizi zimepangwa kuwaleta pamoja watangazaji wa, wa Inooro TV na mashabiki wao katika maeneo mbalimbali ya eneo la Kati. Tangu kuzinduliwa mwaka 2015 Inooro TV imesalia kileleni katika utangazaji kwa lugha ya Kikuyu, ishara ya ukakamavu wa Royal Media Services katika kuwapa watazamaji wake habari tendeti, burudani na vipindi vya kuelimisha. Steve Shetera anahudhuria hafla hiyo na anaungana nasi moja kwa moja kwa hivi sasa. Atueleze saa hii wamefikia wapi. Steve Shetera, uko wapi kwa hivi sasa na ni kipi ambacho kinaendelea? Ni shamra shamra za kuadhimisha mwongo mmoja uh, wa utangazaji bora uh, kutoka Inooro TV. Kumbuka kwamba Inooro TV ilianzishwa au ilizinduliwa mwaka 2015, na ni mwaka wa kihistoria. Kumbuka kwamba katika mwaka huu a, taifa la Kenya a, lilipata wageni maarufu sana ulimwenguni a, rais mstaafu wa Marekani Barack Obama alizuru Kenya. Uh, Papa Francis wa pili hayati alizuru Kenya na hiyo inamaanisha kwamba Inoro TV ilizinduliwa mwaka wa kihistoria. Tunaweza sema pia ni mwaka wa baraka, na kufikia sasa ni miaka kumi ya huduma kwa, wa Kenya na huduma kwa wakazi wa maeneo haya ya ukanda wa kati. Kumbuka kwamba Inoro TV imekuwa ikipeperusha matangazo, imekuwa uh, ikipeperusha uh, vipindi vya kuelimisha, imekuwa ikipeperusha vipindi vya kub kurudisha Wakenya tu katika eneo hili, na bila shaka wamejiunga na watangazaji wa Inooro TV kuweza kusherehekea miaka kumi ya mafanikio, na ni mafanikio ambayo tunaongelea kwamba Wakenya wamepata kunufaika kutokana na vipindi ambavyo vinapeperushwa na Runinga Inoro TV. Aa, na bila shaka naungana na mmoja ambaye ni mtangazaji wa vipindi hivyo. Kumbuka nimekuwa tu na hata wanafunzi hapa wanasema kwamba kuna vipindi vya kuelimisha kwenye Runinga ya, t, ya Inoro TV na wanaweza kupata mafunzo kutoka kwa vipindi kama vile vya kilimo aa, vipindi vya mafunzo tu tofauti tofauti. Limo kwenye Inooro TV. Tueleze tu, uh, umekutana na mashabiki wenyu. Uh, hali iko vipi mashinani hapo penye umesemea shamra shamra hapo? Ndio tumeendelea vilivyo. Sasa wamekuwa wametungoja, na wacha ni kuambia hapa, bwembwe zile zimekuwa hapa. Nakuambia tumeshangaa sana. Kitu ambacho imetushangaza kwanza ni kukuta ya kwamba tumengojewa, wanatuambia kwamba mnasemaka kuche Ai kiroko tena yani. Mego tu etele. Yani walikuwa wanangojea tu tufike hivi ili tuweze kuwaletea hizi vitu zote. Na sasa hivi nasikia keno hata njia zote zimefungwa. Kwa sababu watu wanangojea waone ya kwamba Inooro at ten tunaenda kukutana na wao. Na watu tumekuwa na wao tumetembea pamoja. Najua siku na, toshana bonge la mtu. Nilikuwa kama ukonde. Sahi. Hey, nimekula vitu. Na si hapo tu tumeweza kujua kwamba hata kuna talanta za watangazaji. Kwanza hapa Roiro. Huyu jamaa amekuwa mtangazaji hodari sana. Ukimwona hapa amenishangaza sana akitangaza. Hebu mwambie tueleze tu kwa majina, na utueleze unapenda Inooro TV kwa nini? Uh, kwa majina anaitwa Joseph Borogeshoji. Napenda Inooro TV sababu ina role models wagusa sana tukiongozwa na Muriuki wa Mushoki na Wawere wa Nyabula. E, umesema unatangaza, unaweza tupa tu uh, kionjo kidogo tu ana uh, Kikuyu ama. Sawa. Angalia tu pale. Okay, na anga kunyita mroli wa ogani mroli wa sheshen ya Inooro TV. Ani udo wa guthi na mbere na kwirorira sheshen ino. Gwira sheshen ile tokoletia au kurehera moho na ifidi shethura ni ile kuma guko furorine. Agina aja wa furori mwathe ina jira ciko etago standard kenajui. Nie, etago muri wa Mushoki bila shaka uh, Royal Media Services ni uwanja tu wa kukuza talanta eh, kumbuka kwamba Inooro TV kando na vipindi vya kuelimisha inakuletea habari tendeti, na niko na mwanahabari wa Inooro TV anajulikana uh, kama Gathoni, atueleze tu msafara huu wote umekuwa vipi kufikia sasa. Tuko, tuko Ruiru uh, Gathoni, tueleze tu mmekutana na mashabiki wanasema vipi? Uh, shukrani sana Shtera, na tumeshukuru sana kupatana na mashabiki wetu kutoka pande mbalimbali mbali za nchi, na jambo ambalo tunajivunia sana ni kwamba okay, tunawaletea vipindi, tunawaletea habari, habari ambazo hatujaongezea chumvi, hatujapunguza chumvi, ni ha habari ambazo vile ambavyo tunazichukua ama tuna zikusanya kutoka bande tofauti tofauti ya nchi. Hivyo ndivyo tunavyotangazia mtazamaji wetu wa Inooro TV na tunawauliza waendelee kuungana nasi kutoka Inooro Roshine, uh, Kemore ugewa kuu, Inooro Miaraho, Matemo. Hizo taarifa zote tunakuletea na njia iliyo safi, na pia kuna kipindi ambacho tunaita Ituge ama kule kwa Citizen TV wanaita mwanamke bomba ambacho nawaletea na ni kusherehekea wale kina mama ambao wanafanya vitu tofauti, tofauti tofauti za kujenga taifa na njia moja ama nyingine. Najua umeshangaa hiyo Kiswahili, lakini tuko sawa, <laughs> sawa, na tunasherehekea sana mtazamaji wetu wa Inooro TV. Asante sana, bila shaka umejionea tu kutoka Roiro, msafara unaelekea Keno kuingia Murang'a hadi Sagana. Shukrani za dhati ni kwa Daktari SK Masharia ambaye amewezesha Inooro TV kuwekwa kwa miaka kumi na kampuni ya Royal Media Services kwa jumla a, daktari SK Masharia na Bigadhoni Masharia kwa kutuandalia tu jukwaa la kuweza kuwapa wakenya fursa ya kupata elimu, kupata habari na kupata burudani kupitia vituo vyetu vya televisheni, redio, televisheni ya Citizen, televisheni ya Inooro, televisheni ya Ramogi, redio 14 ambazo zinawatangazia wakenya kwa lugha mbalimbali. Kutoka Roiro sina la ziada kwako, studio. Na shukran sana uh, Steve.